Jumbe wa kanisa na jamii nzima ya Watanzania kumwomba Mungu kwa ajili ya nchi yetu hii ya Tanzania. Matukio ambayo yametokea katika mwaka huu wa ishirini ishirini na tano yanatuvuta waumini na jamii nzima ya wananchi wa Tanzania kumhitaji Mungu sana na kumuomba Mungu ili Mungu ailetee nchi yetu ya amani amani. Tuendelee kuomba lakini kumwomba Mungu, na sisi tuwajibike kuhakikisha kwamba tunakuwa vyombo vya kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa salama, Tanzania inakuwa mahali pa amani. Katika ibada ya kwanza tumeomba na kumwomba Mungu kwa ajili ya vyombo vyote vya dola yetu hii ili Mungu awajaze wanaohusika wawe na hofu ya Mungu wawe ni wa maajenti wa kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa na amani. Tumeombea viongozi wa serikali, lakini tumeombea mahakama na vyombo vyote vinavyohusika na kuhakikisha kwamba haki inatendeka katika nchi yetu ya Tanzania. Haki ikitendeka, nchi yetu itashamiri, itakuwa katika mazingira mazuri na amani itatawala. Niendelee kurudia kusema, Watanzania tumlilie Mungu kumwomba Mungu ili mahali tunapoishi hapa Tanzania paweze kuwa salama. Mungu aingilie kati na Mungu asababishe kuwa na amani katika nchi yetu ya Tanzania. Kuna vyombo ambavyo kama vijana wasingi, wasipokuwa waangalifu kwa mazingira tulionayo sasa hivi, vijana wataishi maisha ya kupotoka, vijana hawatalinda utamaduni wetu, vijana hawataishi katika maadili. Tutumie utandawazi uliopo kutufanya sisi tuwe watu wa maadili, watu wa kumcha Mungu, watu wa kuwa makini. Sasa hivi vijana wasipokuwa makini watachukuliwa na upepo vibaya, madawa ya kulevya na mambo mbalimbali ambayo yanatokea sasa hivi ambayo si maadili yetu kama Waafrika, si maadili yetu kama Watanzania. Kwa hiyo ningesema vijana wawe waangalifu sana. Kitu gani Baba Askofu anataka kusema katika Krismasi hii? Kanisa ni mwili wa Kristo. Sisi tuliyomo ndani ya kanisa kila mmoja ni kiungo kwa mwingine. Sasa unaweza ukajiuliza swali, kiungo mimi nina mchango gani katika kanisa? Maanake kuna viungo vingine ni vidogo sana, lakini vina mchango mkubwa katika, katika mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Beba picha ya mwili wako mwenyewe, kila mtu ana kidole chake kidogo iki, kuna madole makubwa kama dole gumba ili kazi yake kumsalimia mtu, naambia ni so, Waswahili vijana wanasema hoya eh. Kuna vingine vya kumpointi mtu, lakini kuna kale kadogo pia kako pembeni hapa, kazi yake hii ni kubwa. Uwezo ukatumia dole gumba kuchokoa sikio, unajidanganya tu. Lakini kuna haka unakaona kadogo, lakini kazi yake kanaingia mpaka ndani ya sikio. Tena unakuta mtu anachokoa sikio lake mpaka anajisikia raha, anafanya kutabasamu, utadhani anakula asali. Kwa nini? Kwa sababu kina nafasi yake, na kama wewe ni sehemu ya kanisa, ni mwili wa Kristo, unayo nafasi yako. Na ndio maana ninasema, ninawasihi sana Wakristo wote mahali popote walipo mahali, mahali penye jumuiya, jiandikishe. kama panahitaji kuandika taaruma yako, iandike taaruma yako. kama una karama ambazo mungu na uwezo wa pekee ambao Mungu ameweka ndani yako, utumike uwe sehemu ya kujenga kanisa la Mungu.